Mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganisha. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, mbona mna fursa nzuri, huwa mnakaa. Kaeni, rudini kwenye huo utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni muimalize mitazamo, tubakize nchi yetu ikiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais, kwenye of, kwenye ofisi ya kazi, ajira, ndani ya ofisi ya waziri mkuu, ameongeza na kitengo cha mahusiano, kitafanya kazi hii. Hii inaonyesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned. Anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja. Anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea tukio kubwa, ametoa msamaha. Ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila bila bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Kazi yetu sote wa Tanzania. Na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri mambo ya ndani, natambua huko hapa, baada ya baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri fanya utaratibu mzuri ziandikie kupya taasisi za kidini miko yao, masharti yao ya uandikishaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida shida, wape uangalizi wa miezi sita. Natambua ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima, kaifungulie ifungulie, wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko ya na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na katiba ya nchi yetu na, na masharti ya taasisi na masharti ya usajili ya wa waliokwea, na nendeni mkaangalie huku ya masharti, akikosea mmoja utaratibu wa wa kufunga wa kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ibada ni ushirika kati ya ya binadamu na Mungu, sio sio na askofu wake wala shehe wake. Ni ni, ni, ni ni ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. ndeni kakiangalie kizuri kipengele ili hili, akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao.